Mkutano mtakatifu wa sinodi ya nane ilimchagua Bi Lucy Nyambongo kuwa katibu wa sinodi ya nane inayoanza tarehe 26 <coughs> ambayo imeanza mwaka 2025 mpaka mwaka 2028. Tunamshukuru Mungu kwa utayari wako wa Nyambongo, na tunawashukuru sana wajumbe kwa uamuzi mlio toa. Nachukua nafasi hii sasa kumkaribisha katibu wa sinodi kusoma yale tuliyoyaazimia kabla hatujathibitisha na kuyafanya maazimio kamili ya sinodi yetu ya nane. Bwana Yesu asifiwe. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kama alivyosema baba askofu, kupata nafasi hii ya kuchaguliwa kwa mara nyingine tena kuwa katibu wa synod katika diocese yetu ya Southern Highlands. Nimesimama mbele yenu kusoma maazimio ya mkutano mtakatifu wa synod ya nane. Naomba mnisikilize. Maazimio ya synod ya nane. Synod ya kwanza ya waskofu askofu watatu wa diocese ya Southern Highlands iliyoketi kuanzia tarehe ishirini na sita mpaka tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka 2025 katika kanisa kuu la Kristo Mfalme Mbeya. Azimio la kwanza, sinodi imeazimia kubadili jina la idara ya uinjilisti, utume na uwakili na kuwa idara ya uinjilisti, utume, uwakili na upandaji wa makanisa. Namba mbili, sinodi imeazimia kuanzishwa kwa kampuni ya uwekezaji wa diocese DSAH SAH tik. Namba 3, Synod imeazimia awamu ya pili ya uendelezaji wa ujenzi katika ardhi iliyopo Mbalizi Tanganyika Packers, kuridhia ujenzi wa kituo cha michezo na burudani katika eneo hilo. Namba 4. Sinodi imeazimia kununua eneo zaidi katika eneo la uwekezaji Mbalizi. Namba tano. Sinodi imeazimia uendelezaji ujenzi wa mradi wa kitega uchumi katika ardhi iliyopo katika makadhi ya uaskofu hekari tatu. Namba sita. Sinodi imeazimia kuanzishwa kwa chama cha akiba na mikopo DISH SACCOS. Namba saba. Sinodi imeazimia kuanzishwa kwa mfuko, mfuko wa maendeleo wa Dayosisi. Namba nane. Sinodi imeazimia kuundwa kwa kamati maalumu ya kusimamia mchakato wa mabadiliko ya katiba na sheria za Dayosisi ya Southern Highlands. Namba tisa. Sinodi imeazimia kuwa, kuwa makanisa yote kila miezi mitatu kutolewe taarifa ya fedha kwa waumini. Namba kumi. Sinodi imeazimia kuwa fedha zote za vikundi jumuia ziwekwe kwenye akaunti za kanisa, akaunti zifunguliwe zenye sura ya kanisa, yaani vikundi hivyo tayo umaki kwaya zote ubaki na vikundi vyote vilivyo ndani ya kanisa. Namba kumi na moja. Sinodi imeazimia kuwa mahusiano, kuwa na mahusiano ya kirafiki kati ya Dayosisi ya Southern Highlands na Dayosisi ya Dar es Salaam. Namba kumi na mbili. Sinodi imeazimia kuwa uandaliwe mpango mkakati wa Dayosisi wa muda mrefu na muda mfupi. Namba kumi na tatu. Sinodi imeazimia kuwa, kuwa kuwepo na tathmini ya utekelezaji wa maazimio ya Sinodi kwa kipindi cha miezi mitatu mitatu. Namba kumi na nne Sinodi imeazimia kuwa madeni yote yalipwe ndani ya Sinodi hii ya 2028 na maagizo yaliyo ya kanuni: A, kusisitiza uamsho wa kiroho B, kufanyika kwa mafunzo na mafundisho kwa wahudumu C, kuboresha leseni mpya za wahudumu kidijitali D, kuandaa scheme of service kuweka viwango vya mshahara na stahiki kwa wahudumu. E, kanisa kuanza kufikiria mpango wa kusaidia elimu ya watoto wa wahudumu. F, kuimarisha ibada kwa mapokeo na liturgia ya kanisa Anglikana Tanzania na kufanana kwa utaratibu taratibu za ibada zetu. G, nyumba za kanisa na kanisa kabla ya kujengwa wapate kibali cha ofisi ya dayosisi. H. kuwepo na daftari za orodha ya mali za kanisa zilizopo kila mtaa. Makatazo namba moja. Kuanzia sasa, marufuku kutumia neno posho likimaanisha mshahara, bali iwe ni mshahara, ili kuondoa dhana kuwa wahudumu wanajitolea na hawahitaji kulipwa. Naomba sasa wajumbe wote wa sinodi wasimame. Wajumbe wa sinodi, wajumbe wa sinodi waliokuwa kwenye kikao, tunaomba kuwauliza. Tumesikia katibu akiyatamka maazimio ya Sinodi ya nane na sasa nawauliza wajumbe kama hayo ndio yalikuwa makubaliano ya yetu je? Yeah. hayo yalikuwa makubaliano ya yetu. kwa sababu mekubali, basi nitayasaini. Basi maazimio haya yamesainiwa na yamewekwa muhuri wetu, ni maazimio halali ya mkutano mtakatifu wa Sinodi ya nane na tuombe. Bwana Yesu, tunalitukuza na kulihimidi sana jina lako. Tunakushukuru kwa kuwa Mungu umetuongoza katika kipindi hiki cha mkutano mtakatifu wa Sinodi ya nane. Tunakushukuru kwa hekima na uongozi wa Roho Mtakatifu uliotufanikisha kuwaza, kujadili na kutoa maazimio haya tuliyoyasoma. Tunakusihi Bwana, uwepo wako huu uendelee kuwa pamoja nasi, ili kadri tulivyojiamulia miongoni mwetu kwa ajili ya kazi yako, tusigeuke wala kupita njia zilizo tofauti. Tuimbe wimbo unaofanana kwa tuni inayofanana, hata tutakapokuja kutazama tena utekelezaji wa maazimio hayo, tukurudishie sifa na na utukufu. Tunaomba haya katika jina la Baba, na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tumpigie Mungu makofi na tuketi.